mamake Muraya ni ekirire mbica ici muthenya wa umuthi iria maronekana mena tata Essy magithii thabari ya Mombatha na Zunguka Africa Safaris mbica ici cia Triza ni ikenete andu muno guku nenda-ini thutha wake gukorwo ekirite gakuo kamwe gathaka muno na akoneka ahambite kirathi kuria akihamba ndege na thutha wa andu kuona mbica ici ri, na uria Triza akirikitie guthera na koneka ena mwonekano mweru ri, niho andu makiambirie kuria kai araheagwo thara kuria gwa Karangu tondu aumire kuu ahinyarite, na na Karangu onekaga akimugurira o nguo cia mabirira tu no riu ni amenyete gwikira nguo njega iria iratwarana na mwiri wake na na agakorwo akihaka makeup na agathakara muno

endetema kamera oya kiuga atiriri Triza sipole basi kwani haujui jokes unaambiwa haujui kuoga na wewe unashinda na cinda ukioga tamaka ni murahitia riu agathanduka thii na mitheko na agakirira Triza emoji sha wedo hau akimwirani agithakarita muno uyo ngi nake no okanira Triza ati the shoulders are slowly relaxing

Uyu gina kia akishokia hata wazee 2024 waliona waendelee na kazi zao akienda kuuga akinyua wairatu na adhuria aria agitwe difo magathuria tu nigetha masokia kihiko kiki kia karagu ni manogire na makiona mundu athi mawiraini make Yogina yake akauga ati, she doesn't like cameras according to Karangu. Ukiririkana uri ya Karangu augete teta maundu maingi na na ndendete kamera na githi kwa ni maheni . Karangu is still breathing the same. Yogina yake agacokia, hehehe, wacha apumue ya India juu ya huku itatuma aongezewe oxygen.

era mamake muraya na wedo, ruba. kai mujika wedo uugi nake achokire muthoni wa kiruba rumba kai karagwa araheaga mutumia thara nake akiuga ati Bitwa maithani ra Triza, someone was complaining about her dress code. Wadau simwambie angekuwa na mimi angekuwa amevaa tono hitu wote. Akaza doka the number the call. Bitwa maitha akenda kugate, korona ureka na Triza hidenirire, agemwonete gukira ginya tokuyo twa tono hitu mini nĩgetha akĩhana wega biũ. Ũyũ ũngĩ nake akiuga aki yee, kumbũka kũpaka [cs]sunscreen our girl[cs] Triza nake amwĩra nĩ mĩthemba ndia. Akiuga tondũ aragĩthiĩ Mombatha nĩ akuĩte nginya [cs]sunscreen[cs] nĩgetha ngothi yake ndĩgathũke. Ũyũ ũngĩ nake oka era Triza atĩ

Uyu ungi amucokerie wui ni ma, gaka kahiki ni karirikane ma, akarikiriria hau na imanji cia kuhoya, akiuga Ngai ni akirikitie kuririkana Triza. Uyu ungi nake akiuga the shoulders are completely relaxed, meaning total transformation, I love what I see. Uyu ungi nake no oka arute mihua yake hari ira Triza, when the time is right, I the Lord will make everything beautiful, keep enjoying and winning mama.

na rakiuga apostol john paul murithi riu ni arikitie kuri gitwa na no arathi nambere acokereirie hinya haru gine ni aracokereria ngai ngatho muno ni kuona muthuri ucio riu no arathi ahonete fio

Ahoya ngai arikitie maria kumucokeria maria a ahoyagira thiri-ini ngai ni acokete kumucokeria kuria andu marona guku utheri-ini witikire gu subscribe, u comment na gu share.